Mamlaka za Iran zimethibitisha kwamba zimetekeleza hukumu ya kifo kwa Babak Shahbazi, mtumiaji wa vifaa vya viwandani, baada ya kuhukumiwa kwa kosa la kutoa taarifa za siri kuhusu maeneo ya usalama wa juu kwa shirika la kijasusi la Israel Mossad. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars News, Shahbazi alinyongwa asubuhi ya leo baada ya mahakama kuu ya Iran kukataa rufaa zake. Ripoti za serikali zinasema Shahbazi alihusiana moja kwa moja na maafisa wa Mossad, akipeleka taarifa za siri kuhusu miundombinu ya mawasiliano usalama na vituo vya data vilivyokuwa vikihifadhi taarifa nyeti za kitaifa. Mamlaka pia zimedai kuwa Shahbazi alijaribu kumshawishi mtu mwingine ajiunge na mtandao huo wa kijasusi akimwahidi malipo makubwa ya zaidi ya dola milioni 120 pamoja na makazi ya kudumu nchini Marekani. Shahbazi alihukumiwa kwa makosa ya Moharebeh, kufanya uadui dhidi ya Mungu na Efsad fil arz, kusababisha uharibifu duniani, makosa ambayo mara nyingi hutolewa adhabu ya kifo nchini Iran. Mashirika ya haki za binadamu yamepinga hukumu hiyo yakidai kuwa Shahbazi yalilazimishwa kukiri kwa njia ya mateso na kwamba hakuruhusiwa kupata utetezi wa kisheria ipasavyo. Wameeleza pia kwamba familia yake haikupewa ufafanuzi kamili wa mwenendo wa kesi hiyo. Kundi la Iran Human Rights limesema kesi hii ni mfano wa jinsi teheran hutumia tuhuma za ujasusi kama silaha ya kisiasa, hasa wakati wa mivutano mikali na Israel. Hukumu hii inakuja wakati ambapo Iran na Israel zipo katika hali ya uhasama wa wazi hususan baada ya vita vya siku 12 kati ya Israel na makundi yanayoungwa mkono na Iran katika ukanda wa Gaza na Lebanon. Tehran imekuwa ikidai mara kwa mara kwamba mitandao ya Mossad imepenya ndani ya mipaka yake hususan kwenye sekta za kijeshi, nyuklia na teknolojia.